Habari ya kutwa wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana ili kuhakikisha afya yake inakuwa salama na kurudisha, hata kama tulikuwa na changamoto, naweza kufanya mazoezi au kwa kuzingatia dawa au kwa kuzingatia lishe ambayo utakao ufanya mwili uweze kuwa salama au kupata muda wa kupumzika na kuweza kutuliza ubongo wako, ambao ubongo ukitulia, basi mwili wako unaweza kufanya kazi ipasavyo kwa kuweza kupata usingizi wa kutosha au kwa kufanya majukumu mengine au kwa kwa au kufanya maamuzi ambayo kwa bora kabisa. Baada ya kutazama darasa la arobaini na mbili ambalo la arobaini na moja baada ya kuangalia kitu gani ambacho kinaweza kupelekea mwanamke kana mzunguko mfupi, au ni ishara zake utazitambua vipi, au ujumbe gani ambao unatoa kama mwanamke ambaye kuna mzunguko mfupi, ambao tulisema mzunguko mfupi ni mzunguko ambao mwanamke atakuwa na siku chini ya 21. Mzunguko wa kawaida siku ishirini na moja, mpaka siku arobaini na mbili, na kwa wale ambao wamebalehe hivi karibuni, au ndani ya miaka kumi toka wamebalehe, wengi huwaga na kuwa na mzunguko mrefu, lakini mara nyingi huwa wanaishia siku arobaini na tano. Zaidi ya hapo, utafute msaada, lakini uchini hapo, ya hapo, usishtuke kwa sababu bado tutakuwa katika wastani wa kawaida, ambayo jamii au vitabu na tafiti nyingi zinasema kwamba mba mzunguko wa kawaida ni siku ishirini na moja, mpaka arobaini na mbili. Kinachokuja kutokea ni mvurugiko ambao unasababishwa na homoni au vitu kadhaa, au mabadiliko ambayo kutoka nje ya mwili na kupelekea kuathiri mwili ambao mwili pia unaathirika na viungo vya uzazi wa mwanamke vinakuwa vinaharibika. <coughs> Sasa tukiwa tunaendelea, hili ni darasa arobaini na mbili ambayo tunazungumza namna ambavyo mwanamke anatambuaje mzunguko wake ni mrefu au mzunguko mrefu unaashiria nini. Baada ya kutazama mzunguko mfupi unaashiria nini na dalili zake zinakuaje na huwa inasababisha nini, sasa tutazame mwanamke ambaye atakuwa na mzunguko mrefu, huwa inaashiria nini. Kuchelewa mara kwa mara si bahati mbaya, na mzunguko mrefu ni ule ambao ni zaidi ya siku arobaini na mbili, lakini mzunguko mfupi ni ule chini ya ishirini na moja lakini mzunguko wa kawaida ni ishirini na moja mpaka arobaini na mbili lakini tunaposema mzunguko mrefu au mzunguko mrefu huashiria nini? Kwanza unaashiria stage au hatua ile ya pili ya mzunguko ambayo ni follicular stage au phase, ambayo ni baada ya hedhi, yaani ukishatoka hedhi, huwa kuna mpango hapa katikati au kuna stage lazima upitie ambayo estrogen huwa inaanza kupanda na na kupelekea hii kutokea. Kwa hiyo hii hatua hapa katikati huwa tunaitwa follicular stage, ambayo ukishavuka hii unaingia sikoko ya aaa hatari. Kuna hatua nyingine ambayo inaitwa luteal phase. Kwa hiyo tunapozungumza mzunguko mfupi, huwa tunaangalia mara nyingi luteal phase. Sababu luteal phase huwa ni constant, lakini inapotokea imevurugika ni, basi mwanawake wengi wamekuwa na mzunguko mfupi zaidi. Kwa hiyo yani, haiwezi kaongezeka luteal phase ila kinachoongezekaga ni hii e follicular phase. Kwa hiyo lazima ujue hilo. Kwa hiyo inapotokea umekuwa na mzunguko mfupi zaidi, huwa mara nyingi ovulation hicho huwa inachelewa huko, kama siku yako ya hatari unachelewa kwa maana yake, hii e follicular ambayo inajitokeza hapa huwa inakuwa ndefu, yaani zile siku ambazo watu wanajua siku ya 14 labda wewe katika siku yako ya hatari kwa zimekuwa ndefu na kupelekea mwanamke kuweza kukosa ovulation au kuchelewa. Lakini hii sababu ya pili ni kukosa uwezo, ambao tayari nishaisema, ambayo inaweza kupelekea kuwa na mzunguko mrefu zaidi. Sasa tutazame sababu. Sababu ya kwanza ni stress, ambayo inaweza kupelekea mwanamke akawa na mzunguko mrefu sana, au inawezekana akawa na mzunguko mfupi sana, lakini hii sababu inaingia sehemu zote mbili. Lakini sababu ya pili ni PCOS, ni vivimbe ambavyo huwa vinajitokeza katika mirija au mfuko wa uzazi, mabadiliko ya uzito, matatizo ya homoni na tezi. Lakini mwili unaposhindwa kutoa yai kwa wakati, hedhi pia huchelewa. Yaani maana yake kama msichana anaweza akatoa yai kulingana na siku husika au hatua zile za follicular phase ambazo tunatarajia baada ya wiki mbili, huwa mwanamke aweze kutoa yai kwa tofauti, na pia hedhi yake ichelewa. hedhi yake

ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya ambayo kufanya kuweza kutengeneza afya yako, lakini pia afya mwenzako au jamii kwa ujumla, kama mimi ambayo nimeamua kutoa mpaka wakati mwingine